Katika misa takatifu iliyoongozwa na Papa mpya Leo wa kumi na nne katika kikanisa cha Sistini pamoja na makadinali wote, Ijumaa tarehe 9 Mei elfu mbili na ishirini na tano, alifafanua juu ya udogo kwamba kutoweka ili Kristo abaki, kujifanya mdogo ili ajulikane na atukuzwe, kujituma kwa dhati kabisa ili mtu asikose nafasi ya kumjua na kumpenda Mungu na kwa hiyo ni siku moja baada ya uchaguzi wa papa mpya wa mia mbili sitini na saba wa kanisa lote Katoliki, na ambaye alimwomba Mungu neema hiyo ya kujitolea na daima kwa msaada wa maombezi ya huruma zaidi ya Maria, mama wa Kanisa. I will begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial Psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done

Papa Leo wa kumi na nne akianza hata hivyo mahubiri yake alisema, nitaanza Ingereza, na neno la Kiingereza na mengine ni ya Kiitaliano kwamba lakini ninataka kurudia maneno kutoka katika zaburi ya kiitikio, nitamwimbia Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda maajabu. Na kiukweli, sio mimi tu, lakini pia sisi sote, ndugu zangu makardinali, tunapoadhimisha asubuhi ya leo, ninawakaribisha kutafakari maajabu ambayo Bwana ameyatenda, baraka ambazo Bwana

The good news, to announce the gospel. Kupitia huduma ya Petro, mmeniita ni ubebe msalaba huu na kubarikiwa na utume huo, na ninajua ninaweza kutegemea kila mmoja wenu kutembea nami ninapoendelea kama kanisa, kama jumuiya ya marafiki wa Yesu, kama waamini wa kutangaza habari njema kutangaza injili. Baada ya kuzungumza hayo kwa lugha ya Kiingereza, aliendelea kwa Kiitaliano na kusema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, maneno kutoka injili ya Mathayo sura ya 16, aya 16. Kwa maneno hayo Petro alimwambia mwalimu pamoja na wanafunzi wengine juu ya imani yake kwake, alimjulisha urithi ambao kanisa kupitia urithi wa kitume limehifadhi limekuza na kupitishwa kwa miaka elfu mbili. Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yaani Mwokozi wa pekee na mfunuaji wa uso wa Baba. Katika yeye Mungu ili kujifanya kuwa karibu na kupatikana kwa wanadamu, alijidhihirisha kwetu katika macho ya kutumaini ya mtoto, katika akili hai ya kijana, kama sifa ya kukomaa ya mtu, mpaka alipoonekana kwa walio wake baada ya ufufuko na mwili wake wa utukufu. Hivyo alituonyesha kielelezo cha ubinadamu mtakatifu ambacho sote tunaweza kuiga, pamoja na ahadi ya hatima ya milele ambayo badala yake inapita mipaka ya uwezo wetu wote. Petro katika majibu yake alinasa mambo haya yote mawili: zawadi ya Mungu na njia ya kufuata ili kujiruhusu kugeuzwa nayo, vipimo visivyoweza kutenganishwa vya wokovu vilivyokabidhiwa kwa Kanisa ili liweze kutangaza kwa ajili ya wema wa wanadamu utukabidhi sisi tuliochaguliwa na yeye kabla hatujaumbwa katika tumbo la uzazi wa mama, rejea nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 5, tuliofanywa upya katika maji ya ubatizo na zaidi ya mipaka yetu na bila ustahili wetu, kuletwa hapa na kutumwa kutoka hapa ili injili itangazwe kwa kila kiumbe, rejea Marko sura ya kumi na sita aya kumi na tano. Papa Leo wa kumi na nne aliendelea: Mungu hasa akiniita kwa kura yenu kumrithi mtume wa kwanza, ananikabidhi hazina hii, ili kwa msaada wake niwe msimamizi wake mwaminifu kwa faida ya mwili wote wa fumbo la Kanisa, ili apate kuwa jiji zaidi na zaidi lililowekwa juu ya mlima, rejea Ufunuo sura ya 21 aya 10, safina ya wokovu ambayo hupitia mawimbi ya historia, mnara wa taa ambayo huangazia usiku wa ulimwengu. Na hii siyo shukurani sana kwa ukuu wa miundo yake au ukuu wa ujenzi wake, lakini kupitia utakatifu wa washiriki wake, watu ambao Mungu amejipatia kwa ajili yake mwenyewe ili mpate kuzitangaza kazi za ajabu zake yeye aliyewaita kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu rejea barua ya ya ya kwanza Mtakatifu Petro sura ya pili aya ya tisa. Hata hivyo, kwenye mzizi wa mazungumzo ambayo Petro anafanya kukili kwake kwa imani, kuna pia swali jingine yesu aliuliza watu wa mungu hunena mwana wa adamu kuwa ni nani Matayo 16:13, si swali dogo bali linaruhusu kipengele muhimu cha huduma yetu huhalisia tunamoishi pamoja na mipaka yake na uwezo wake maswali yake na masadikisho yake watu hunena mwana wa adamu kuwa ni nani tukifikiria juu ya tukio tunalo litafakari tunaweza kupata majibu mawili ya swali hili ambalo linaakisi mitazamo mingi kwanza kabisa kuna mwitikio wa ulimwengu. Mathayo anakazia kwamba mazungumzo kati ya Yesu na wafasi wake kuhusu utambulisho wake yanafanyika katika mji mzuri wa Kaisaria ya Filipi, uliojaa majumba ya kifahari, yaliyojengwa katika mazingira ya asili ya kuvutia chini ya Mlima Hermon lakini pia nyumbani katika duru za ukatili za mamlaka na eneo la usaliti na ukanamungu. Picha hii inazungumza nasi kuhusu ulimwengu unaomwona Yesu kuwa mtu asiye na maana kabisa, hata kidogo, mhusika mdadisi ambaye anaweza kuamsha mshangao kwa njia yake isiyo ya kawaida ya kuzungumza na kutenda, na kwa hivyo wakati uwepo wake unakuwa wa kuudhi, kwa sababu ya matakwa ya uaminifu na madai ya maadili ambayo anadai, ulimwengu huu hautasita kumkataa na kumwondoa. Kisha kuna jibu lingine linalowezekana kwa swali la Yesu, lile la watu wa kawaida. Kwao, Mnazareti ni mtu mnyoofu, mwenye ujasiri, anayesema vizuri na anayesema mambo sahihi, kama manabii wakuu katika historia ya Israeli, alisisitiza Papa Leo. Kwa sababu hiyo, wanamfuata angalau kwa muda mrefu kama wanaweza kufanya hivyo bila hatari nyingi na usumbufu. Walakini, wanamwona kuwa mtu tu, na kwa hivyo, wakati wa hatari, wakati wa mateso, wao pia wanamwacha na kwenda zao, wamekata tamaa. Kinachoshangaza kuhusu mitazamo hii miwili ni mada yao Kiukweli yanajumuisha mawazo ambayo tungeweza kupata kwa urahisi, labda yanayomwonyesha kwa lugha tofauti, lakini sawa kwenye midomo ya wanaume na wanawake wengi wa wakati wetu. Papa Leo aliendelea: hata leo hii kuna mazingira mengi ambayo imani ya Kikristo inachukuliwa kuwa kitu cha kipuuzi kwa watu dhaifu na wasio na akili, mazingira ambayo dhamana nyingine zinapendelewa zaidi yake kama vile teknolojia, pesa, mafanikio, nguvu na raha haya ni mazingira ambayo si rahisi kushuhudia na kutangaza Injili, na ambapo wale wanaoaminiwa wanadhihakiwa, wanapingwa, wanadharauliwa au kuvumiliwa zaidi na kuhurumiwa. Walakini hasa kwa sababu hiyo ni mahali ambapo utume unahitajika haraka, kwa sababu ukosefu wa imani mara nyingi umeleta majanga kama vile kupoteza maana ya maisha, usahaulifu wa huruma, ukiukwaji wa utu wa mtu kati ya hali zake za kushangaza, shida ya familia na majeraha mengine mengi ambayo jamii yetu inateseka, na siyo kidogo. Kwa kukazia zaidi katika mahubiri hayo alisema, hata leo hii hakukosekani muktadha ambamo Yesu ingawa alithaminiwa kama mwanadamu, alipunguziwa kuonekana kama kiongozi wa kiroho au superman na hii sio tu kati ya wasioamini, lakini pia kati ya watu wengi waliobatizwa ambao huishia kuishi katika kiwango hiki, katika hali ya ukweli kwamba hakuna Mungu. Huu ndio ulimwengu ambao umekabidhiwa kwetu, ambamo kama Baba Mtakatifu Fransisko alivyotufundisha mara nyingi, tunaitwa kutoa ushuhuda wa imani ya furaha katika Yesu Kristo Mwokozi. Kwa hiyo kwetu sisi pia ni muhimu kurudia kusema kuwa wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Papa Leo wa kumi na nne alikazia kusema ni muhimu kufanya hivyo kwanza kabisa katika uhusiano wetu wa kibinafsi na yeye, katika kujitolea katika safari ya kila siku ya uongofu. Lakini pia kama kanisa, tukiishi pamoja mali yetu ya Bwana na kupeleka habari njema kwa kila mtu, aliongeza Papa Leo. Ninasema haya kwanza kabisa kwa ajili yangu mwenyewe kama mrithi wa Petro, ninapoanza utume wangu kama askofu wa kanisa la Roma, niliyeitwa kusimamia kwa upendo juu ya kanisa la ulimwengu wote, kulingana na usemi maarufu wa mtaka Ignatius wa Antiokia, yeye akiongozwa kwa minyororo kuelekea mji huu mahali ambapo sadaka yake ilikuwa na karibia, aliwaandikia Wakristo waliokuwepo pale, kisha nitakuwa kweli mfuasi wa Yesu Kristo wakati ulimwengu hauoni tena mwili wangu. Alikuwa akimaanisha kuliwa na wanyama wakali kwenye sarakasi na ndivyo ilivyokuwa. Lakini maneno yake yanakumbukwa kwa maana ya jumla zaidi, hadi ya lazima kwa mtu yoyote katika kanisa ambaye anatumia huduma ya mamlaka kutoweka, ili Kristo abaki, ajifanye mdogo, ili ajulikane na kutukuzwa rejea Injili ya Yohane sura ya tatu aya thelathini. Atumikie kikamilifu ili mtu asikose nafasi ya kumjua na kumpenda. Dio mi dia questa grazia oji e sempre con l'aiuto della tenerissima intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Mungu anipe leo hii na siku zote kwa msaada wa maombezi ya huruma ya Maria mama wa kanisa. Papa Leo wa kumi na nne alihitimisha mahubiri yake muhimu sana ambayo yanatupatia tayari dira ya upapa wake.